Serikali ya Ukraine na serikali ya Marekani zimetiliana saini mkataba wa madini usiohusisha makubaliano ya usalama wa nchi ya Ukraine inayokabiliwa na vita ya muda mrefu dhidi ya Urusi. Makubaliano hayo yaliyochochewa na rais wa Marekani Donald Trump, ikiwa na mchakato uliochukua muda mrefu, makubaliano hayo yameipa kipaumbele Marekani kupata madini muhimu, huku Ukraine ikitarajia msaada muhimu kutoka kwa Marekani katika harakati ya kujenga nchi pamoja na manufaa ya mchakato wa utafutaji wa usalama katika nchi hiyo. Hata hivyo, mkataba huu haujahusisha vipengele vya usalama na Ukraini dhidi ya Urusi, bali usalama umeidhinishwa na Marekani katika maeneo husika ya madini yaliyochukuliwa na Urusi, licha ya Ukraini kuwa na imani na msaada wa Marekani iliyokuwa ikipokea hapo awali kuendesha vita dhidi ya Urusi. Baada ya makubaliano hayo, waziri wa mambo ya nje wa Ukraini Andrei Sibiha alisema kuwa makubaliano hayo yanaashiria hatua muhimu katika ushirikiano wa kimkakati wa Ukraini na Marekani unaolenga kuimarisha uchumi na usalama wa Ukraini katika maeneo tegemezi ya madini. Aidha, waziri Andrei alibainisha kuwa baada ya hayo bunge la Ukraini litakaa na kujadili mkataba huo, huku mawazo ya Urusi yakijikita kwa Marekani kuwa kama Marekani amesimamia uchumi wa Ukraini atawajibika na usalama pia. Ukraini atapata manufaa katika uwekezaji huo mpya wa kujenga nchi yake kiuchumi, huku akifaidika nafasi ya kusamehewa kulipa mabilioni ya fedha aliyopokea kuendesha vita hapo awali. Marekani atafaidika na mkataba huo kwa kupata madini ya chuma katika maeneo ya Ukraini yaliyoshikiliwa na Urusi wakati wa vita. Osech Bago wa SAUT Digital.